Ngalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi yake, alipopokea kutoka katika mitume wenzake waliopita, anasema alimsikia bwana mmoja akisema kumwambia mwenzake yule, Mungu hatomsamehe kabisa yule, hasamehewi yule. Ngalia tabia za kujiona, mpaka unahukumu watu katika hii dunia. Allah kampa wahi mtume wake, anamwambia ni nani huyo, anaye apa kwamba mimi simsamehe mtu fulani? Kweli kadharauliwa huyo bwana na kweli anajiona huyo bwana. Basi mpe salamu bato amala, mwambieni huyo fulani ambaye anasema hasamehewi mimi mola wake nimeshamsamehe na yeye aliyesema maneno haya amali zake zote nimezibomoa, hana hata mmoja, aanze sasa upya. Usihukumu watu kwa kujiona na hii maal asafi shadid leo imeingia katika umma wa Kiislamu, watu kujiona bora kuliko wengine, hata katika Islam, katika dini, katika ibada, katika uchamungu.